Bwana, katika ulimwengu huu ambao mara nyingi unajihusisha kwa haraka na wasiwasi, e wewe ni yule ambaye bado ananihudumia kwa upendo usioisha. Kama mchungaji mkuu anayejua kila kondoo wake kwa jina he, hivyo unavyonijua mimi kwa undani wa moyo wangu. utaniacha hata kwa dakika moja, e Macho yako yananitazama kila wakati, he, mikono yako inaniongoza kila hatua ninayochukua. Wakati dunia inapojibu kwa kelele na watu wakijaza mawazo yao kwa hofu, mimi ninakumbuka kwamba wewe unanihudumia bila kuchelewa. Yeye ananihudumia he. Kwa siku he. Kwa usiku uh. Kwa kila hali. Katika mapema ya asubuhi, wakati dunia bado imelala na kimya kinazunguka he, ninarudi kwako na kukumbuka yeye ananihudumia tangu usiku. Kama mama anayemchunga mtoto wake mchanga hana hata usingizi he, hivyo unavyonitunza mimi bila kuchoka. Utukufu wako hauishi e eh. Upendo wako haukataki he eh. Ulinzi wako haulegei. Wakati nina haja kabla sijaomba e eh. Tayari umeona e eh. Tayari umejua e eh. Tayari umeandaa jibu. Mungu wangu, unanihudumia hata katika mambo madogo madogo. Unajali juu ya kila machozi yanayotoka machoni mwangu, u kila huzuni inayojaa moyoni mwangu, u kila wasiwasi unaojibu akilini mwangu. Hakuna jambo dogo sana kwako e. Hakuna tatizo dogo sana e. Hakuna haja ndogo sana e. Kila kitu kinachonihusisha kinakuhusisha nawe pia. Kama mvua inavyosonga polepole kutoka anga na kuyamwagika kwa hekima eh. Hivyo huduma yako inavyoshuka kwa utulivu katika maisha yangu, wakati nafikiria kwamba nimesahauliwa eh. Wakati nahisi kwamba hakuna anayenijali eh. Sauti yako laini inasema yeye ananihudumia. Sitakusahau. Katika siku za furaha unanihudumia kwa kushiriki shangwe zangu. Unanifanya niwe na shukrani badala ya kiburi. Ha. Unanifanya nikumbuke kwamba kila jambo jema linatoka kwako. Furaha yangu inakuwa furaha yako. Ha. Mafanikio yangu yanakuwa sifa za jina lako he. Baraka zangu zinakuwa ushahidi wa utukufu wako. Katika siku za huzuni unanihudumia kwa kunifariji kwa upendo. Utaniacha nipigane na machozi peke yangu he. Utaniacha nishindane na uchungu bila msaada he. Unakuja karibu na kunituliza kwa unyenyekevu kama daktari anayetibu jeraha kwa upole he. Hivyo unavyouponya moyo wangu uliojuruka, machozi yangu yanakuwa maombi yasiyosemwa. Huzuni yangu inakuwa mwaliko wako wa karibu zaidi. Katika nyakati za hofu unanihudumia kwa ushujaa Wakati giza linajaribu kunitawaza na hofu zinajaribu kunilemea he. Nuru yako inaniongoza kama mwanga mkuu. Utaniacha nikimbie peke yangu? U utaniacha nijaribu kujilinda? He, wewe ni ngao yangu, u wewe ni kimbilio langu kama mfalme mkuu anayesimama mbele ya jeshi lake he, hivyo unavyosimama mbele yangu dhidi ya adui zote. Katika matatizo ya kifedha unanihudumia kwa uongozi wa hekima, unamaanisha kwamba mahitaji yangu si kubwa kuliko uwezo wako he. Unajua njia za kutoa ambazo mimi sijazifahamu. Kama alivyowalisha makumi ya maelfu kwa mikate michache he. Hivyo unavyofanya hayo machache niliyo nayo yatosha. Utaniacha nipotee kwa wasiwasi wa kesho he. Huniambia yeye ananihudumia he, usijali kesho. Katika matatizo ya afya unanihudumia kwa uponyaji wa aina zote. Unajua kwamba mwili wangu ni hekalu lako eh. Kila sehemu yake ni ya muhimu kwako. Wakati maumivu yanajaribu kunishinda eh. Wakati mwili unajaribu kufa eh. Nguvu zako zinaniongeza ufupi. Wewe ni daktari mkuu anayeponya magonjwa yasiyotibiwa eh. Unaponya roho eh. Unaponya mwili e eh. Unaponya akili. Katika uhusiano na watu, unanihudumia kwa busara ya kijamii. Unanifundisha jinsi ya kupenda bila masharti he, jinsi ya kusamehe bila kuhesabu eh, jinsi ya kuwa na subira bila kujisikia. Wakati watu wananichukua vibaya e eh. Wakati wananidhulumu eh. Wakati wananiaibisha eh. Wewe unanihudumia kwa nguvu ya kuvumilia. Unanifanya niwe kivuli cha upendo wako katika maisha ya wengine eh. Ununitumia kuwa malaika wako bila mabawa. Katika maamuzi magumu unanihudumia kwa uongozi wa kina. Unanifanya nisiamue kwa haraka bila kufikiri he. Unanifanya nisubiri kwa utulivu hadi sauti yako iwe wazi. Kama mchungaji anayeongoza kondoo zake kwa njia nzuri he, hivyo unavyoniongoza mimi katika maamuzi yangu, njia ambazo zinaonekana ngumu mwanzoni, he baadaye zinaonekana kuwa njia bora, kwa sababu ni njia zako. Yeye ananihudumia katika ndoto na maono. Hata wakati wa kulala unanihudumia kwa kutuma ujumbe kupitia ndoto, kwa kunionyesha mambo ya baadaye kupitia maono. Usiku si wakati wa kuacha bali ni wakati wa kuimarika eh, kwa sababu unafanya kazi hata nilalapo. Kila asubuhi ni ushahidi wa huduma yako ya usiku eh. Kila siku mpya ni zawadi ya upendo wako. Katika dhambi na makosa unanihudumia kwa msamaha. Utaniacha nijaribu kujisafisha mwenyewe eh. Utaniacha niwe na hatia bila mwisho eh. Damu ya Yesu ndio dawa yangu kila wakati ninapolala na hatia eh. Unanihudumia kwa kunituliza, dhambi zako zimeondoka mbali kama mashariki na magharibi. Msamaha wako si wa muda eh. Ni wa milele eh. Ni wa kina eh ni wa ukamilifu, Bwana. Leo ninasimama na kusema kwa sauti za furaha, yeye ananihudumia. Ananihudumia wakati wa furaha na wa huzuni he, wakati wa afya na wa ugonjwa he, wakati wa utajiri na wa umaskini. Huduma yako haikomi he. upendo wako hauishi he. Ulinzi wako haupungui. Katika jina la Yesu ninasema kwa kelele za ushindi, yeye ananihudumia daima. Yeye ananihudumia e, kwa siku e, kwa usiku e, milele. Kama ujumbe huu umekugusia moyo, shiriki na mtu anayehitaji kujua kwamba Mungu anamjali. Tuambie ni nchi gani unapotuangalia tupate furaha pamoja. Fuata kituo chetu ili kupata maneno ya huduma ya Mungu kila siku. Mungu akuhudumie milele. Amina.